Leo tupo mkoani Tanga na hapa panaitwa Sahare. Tumekuja kufuatilia tukio ambalo linamhusu e, bondia Hasani Mwakinyo na kijana Nuru. Bila shaka umeona taarifa mtandaoni e, zikimwonyesha kijana akiwa amepigwa sana na amezungumza pia kupitia social media akielezea kwamba amepigwa na bondia Mwakinyo. So tumekuja hapa mtaani kuzungumza na wananchi wa mtaa huu watuambie kiundani kuhusu tukio hili, lakini pia ukweli uko wapi? Wako ambao wanasema kwamba yule kijana alikuwa ni mwizi, alikwenda kwa Mwakinyo kuiba nazi. So nitaongea na watu wanaambie, je, ni kweli yule bwana alikuwa ni mwizi? Wanamfahamu vipi? Lakini pia mtazamo wao kwa ujumla katika hili ni jambo gani? Kubwa kabisa, ni kubwa kina sisi mwanzo mpaka mwisho kusikiliza maoni ya wananchi. Niite Esco na karibu. Majina yako Ibrahim. Musa, okay, sawa. Nimesikia kwamba huyu kijana Musa ulishaishi naye kabla ya kuwa kwenda baharini kuwa mvuvi. Hebu tuambie mlikutana wapi? Lakini pia ulikuwa unaishi naye kama kama nani? Musa nilikuwa mi natafuta mchungaji, kuna mtu ndo akatuletea mchungaji, naye alipotuletea ndo tukakaa naye karibuni mwaka mmoja, mwaka mmoja. Mm. ametokea wapi? yeah. Siboso, ni, Aa, ni, yeah. Yeah. Ni, ni mgeni kumbe wangu, okay. tu chuaiwanuamb kumbe hakuwa na labda baba mama au ndugu mm. mm. okay. mm. So, sasa uh, watu uh, baada ya ile video kuonekana kwamba ameenda pale kwa, kwa Hasani kwenye, kwenye, kwenye fensi ile na kupigwa ambavyo amepigwa, bila shaka umeona watu wengi labda wanajiuliza imekuaje akaenda kwa mtu asubuhi alfajiri. Wengine anahisi labda Musa alikuwa ni mwizi, labda na vitu kama hivyo. Hebu tuambie, kwa huo mwaka ambao umeishi naye, alikuwa labda na tabia ya udokozi au ni vipi? Mimi mwaka zima na aloishi naye, sijawahi kumsikia hata siku moja, wala sija kusikia historia a aina yeyote kama Musa ni mwizi. Nilisikia hiyo juzi kupigwa, ndio nikasikia amba Musa ni mwizi, sijui kaingia kwa Mwakinyo, nilisikia juzi. Lakini sijawahi kusikia hata siku moja. Na hiyo juzi, sababu anaenda zake baharini, anavua alfajiri. Kwa hiyo anapita njiani, anaenda zake baharini, ndio wakuta hizo nazi nje ya fence ya Mwakinyo. So um, alifanya kazi kwako kwa mwaka mmoja, mm. Alafu ndio akaomba kwenda kufanya kazi ya baharini, anaenda zake baharini, akacha kazi ya kuchunga ng'ombe zake za baharini. Okay. Mm. Kwa hiyo hakuwa mwizi. Hakuwa mwizi. Hakuwa mwizi. Aa. Mm. So hiki ambacho kimetokea wewe kama mtu ambaye umeishi na Musa kwa mwaka mzima lakini pia ni e, mkazi wa maeneo haya una lipi la kuzungumza e, maoni yako pengine ni yapi katika hili? Mimi kwa maoni yangu naona Musa akafanya kitendo sana cha mnyama. Kitendo ambacho kila mtu akutegemea. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi nataka Mwakinyo hata akitolewa polisi hapa sare hapaaaska tena maana sisi tuna watoto, tuna wazazi, tuna ndugu, yani tuna tuna mambo chungu zima hapa, kwa sababu ukipita kwake kitu kidogo, wewe anakuingiza ndani, mbwa yu wapi? Kwa hiyo tumechoka, hatumtaki, yani kwa ufupi hatumtaki. Kwa nini? ni, ni, ni mara ngapi amekuwa anafanya vitu kama hivyo? Hilo tokeo mimi kulisikia ni kama la tano, hili la juzi. Inakuwaje? mm -hmm. mm. waga na eh, au watu yani inakuwaje? paka anafanya hivi ah, kikuona kama hivi anakuita Mm. Una mnazi huko ambao wala sio kwake wala humuhusu. Yaani kisasi kikubwa sana so. Uh, hali ya Musa kwa sasa ikoje kule hospitali? Sio nzuri wala sio mbaya. Maana mm. bado yuko kitandani na bado anaumwa, anaemuhudumia labda kwa matibabu gharama za hapa na pale. Wanamhudumia ni wazazi wake. Maga... handeni huko. Hei, lakini walikuja hapo. Sipokuwa uh -huh. mm, wazazi wenyewe juzi pia walitapeliwa hapo hapo hospitali. Walikuwa mtoka mgonjwa wao aondoke naye, washanga pesa zao, akaja mtu akamwambia nipeni pesa niwalipie, mtu akakimbia. Sasa pole ni sana. Hapo walipo pana process kama watu wale wenyewe wamchukue mtu wao, lakini bado ndio mgonjwa. Anataka huduma, anataka huduma kila kitu. Hasania yupo? Hasani, au yuko? Hasani hayupo, sasa alichukuliwa juzi. Okay, iko chumba gani? Sasa sijui kama atatolewa Hasani yuko chumba geni, sasa tujue kama katolewa jana ama leo. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Okay. Una muda gani kwenye mtaa huu? Hiki ambacho kimetokea kwa amba huyu kijana Musa eh, kushambuliwa na Mwakinyo nyumbani kwake, wewe kama mkazi eh, wa hapa unazungumziaje? Mimi nazungumzia sio kitendo kizuri, ni cha unyama, ni cha ukatili katika jamii. Na kibinadamu sio kwa mnyama wala binadamu. Kwa sababu hata awe ni mnyama, awe ni mwizi, awe sio mwizi. Na kama kaiba kweli nazi kwanza, Mwakinyo kuja hapa hana mnazi na eneo lile hajaanza kukaa yeye. Alianza kukaa mzungu, akakaa Mwarabu, akakaa huyo Jamila, hatujawahi hatujawahi kusikia tukio hilo hata siku moja Mwana. na watu wanaokaa pale wana mambwa, mimi ni mdogo umeelewa, kwaho hajawahi kumtafuna mtu mbwa hata siku moja. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo, tunavyotaka sheria, kama Samia Suluhu Hassan anatuona na anatusikia kilio hichi, atusikiliza wananchi wake Mwakinyo hatumtaki, na ubondia pia hatutaki kwa sababu ubondia wake ni kwa wananchi, sio kiubondia, kwamba ni kazi mimi nipate kipato changu na watoto wangu na familia yangu na ndugu zangu na jamaa zangu na wananchi wangu. Ubondia wake anatumia kwa wananchi na sio wa kwanza wala wa pili. Mwakinyo anahojiwa, apandishwe mahakamani na mtoto aonekane, kila mtu apandishwe mambo yake hadharani. Nyinyi tokea jana waandishi wa habari mmefika hapa, kuna mjumbe aliojitokeza kuna mwenyekiti aliojitokeza. Matukio kama haya makubwa, kwa nini wao wasikie mbele maa. Kwa tunataka rais Samia mambo haya ayafuatilie na atekeleze wee. Na mahakama zihukumu haki mahakama zihukumu haki, haki. Hatutaki mahakama ziende kinyume kama jina lao la mahakama. Kwa hiyo hasani Mwakinyo vitendo anavyovifanya hana mnazi sawa, ni mara ngapi amekuwa anafanya matukio kama haya mara tano, kwa nayo ajua mimi hili la tano. Na kisa ni mnazi, kisa ni mnazi, hakuna kesi nyingine mnazi. hmm. huyo aliomchoma pasi alisema kaibiwa chuma cha mazoezi. Alimchoma pasi nani? mtoto kwao ni hapa hapa Sahare, baba yake na mama yake, lakini anaishi Unguja. Alikuja kilikizo kimasomo, kwa hiyo lanalala hapo. Kuna sehemu hapo kwaitwa Cosmo, ambao ni mtaa wake yeye wa Mwakinyo. kwa hiyo alikwenda akamtoa ndani akamchukua akamwambia, akamwibia nini chuma akazunguka naye akampiga. Kesi hiyo ilikaa pale chumba ya geni, mtoto aliyeko pale chumba geni, ikaenda mpaka mahakamani, lakini kesi ile ilifanyaje? Ilizima, ilizima kwa mpaka sasa hivi. Kweli aliibiwa? Kweli chuma hajaibiwa, kama... no. Ni nani aingia huko ndani? Unahisi kwa nini, pengine amekuwa anafanya hivyo, kama ni ujeuri, ubabe kwa si Mwakinyo, bondia wake, yani ule Mwakinyo, kwa sababu ule ni ujeuri, nani kuvuka mipaka kwa wananchi oh, basi kabisa nadondalip na kesi hiyo chumba ageni inajulikana na mahakamani Usambara. Ilikuwa lini hiyo kesi? Siwezi kujua ni lini. Ni mwaka jana. Mwishoni. Hmm. Sawa. Huyu Musa ambaye ndio amepigwa juzi, wewe unamzungumzia, hakuwa mwizi oh? Maana watu wanasema pengine labda alikwenda kuiba pale. Yule hajakuwa mwizi kwa sababu mimi babangu mdogo alifariki. Hmm. Yule alimchukua kwa kumchungia ng'ombe kuja hapa, bismillah ni kuchunga ng'ombe ng'ombe baadaye, akamwambia huyo mtoto wa baba yetu mdogo kwamba mimi nataka niache kuchunga ng'ombe, niende kuvua, akavua. Kwa hiyo uwizi Mwakinyo ni mambo ambayo kashajipania siku nyingi, kwa mtu anopita pale na mwenyewe anaongea, mtu akipita. Sasa huku umefanya pori, watu hawapiti, wamogopa nani Mwakinyo. Kwa Mwakinyo sisi hatumtaki na anayesema ni muongo, Mwakinyo asingiziwa azuliwa, hawezi kufanya kitendo hicho, amweke kwake chumbani kwake aishi naye. Dada wewe una mjo kidogo <todicu>, maana tukusikie na wewe una, una, una, tuambie mtazamo wako ni upi katika hili. Mi mtazamu wangu ndo huo, huo ambao wenzangu ameongea. Mengi yashaongelewa, cha kutekeleza ndo hicho, tunaomba nani Mwakinyo ahukumiwe amlipe mtoto wa watu, jinsi alivyomfanya matukio yake yote, amhudumie mwanzo mpaka mwisho, wazazi wake asihudumie shin kumi, atoe Mwakinyo, kama anavyojisifia ni bondia analipwa. Kwa hiyo amlipe ule mtoto wa watu na sheria ifuate mkondo wake, kama sio tukio la mara ya kwanza. Pengine watu wana kuchukua nazi pale, eh, kwanini? Pengine kama wananchi amkukaa kuona kwamba, eh, si vyema kwenda pale ili kuepusha matukio, wananchi walikaa sana. Na tatizo la hapa ni kwamba hamna uongozi, wenyekiti lezi, wajumbe lezi hamna uongozi wa kuendelea, ndio maana mambo mengi kusahari kijijini huwa wanakosa, kwa sababu hawana wa viongozi yes, mm. Dadangu, unalipi uh, majina yako? kwa jina naitwa Mwajuma Hamadi, nakaa Sahare kijijini. Okay, wewe una mtazamo gani? maoni yako ni yapi? mimi maoni yangu kwamba Mwakinyo alishafanya tukio na sio la kwanza. Kinachofuata hapo ni sheria, sheria kali zifuate mkondo wake. mm. Pasitumike kuhonga kwa mambo ya viongozi, kwa sababu tumeambiwa Mwakinyo kaondolewa, lakini tunavyojua sisi, watu wa serikalini hatutumiki hapo chetu, pengine ikawa ni tu za watu. Hmm, kuhukumiwa, alivyolipigwa makofi hapa, ikawa, ni tri, ni triki, wanamchukua wanamtuliza sehemu pengine, hapo alipo saizi na joto ile, apepwa na feni. Sisi huku hatujui kiimani, lakini kiubinadamu, ki watu wa serikalini wanavyopenda rushwa Pengine Mwakinyo saiza pipo na feni. Mimi ninachokuambia kwa sababu mimi mahakamani, sehemu nyingi za umma, kama ni mahakamani, serikalini, serikalini nilishapitia kimatukio mingi, na nakutana na watu kabisa wanaozulumiwa, mimi mwenyewe na nawashuhudia watu wanaonyimwa haki zao, mimi mwenyewe nawashuhudia ikiwa ni mahakamani ikiwa ni maserikalini, mahospitali, ma, ma, ikiwa ni ustawi wa jamii, watu mimi mwenyewe nawaona kwa macho yangu wanaozulumiwa haki zao kwa kupitia chenji. Mtu haki yako inachukuliwa inawekwa pembeni, anaangaliwa mtu kwa kujulikana, anaangaliwa mtu kwamba huyu ni mtu wa mtaani kwangu, anaangaliwa mtu mwenye pesa. Kwa hiyo serikali, kama tukienda hivyo itakuwa matukio mitaani hayaishi sawa. Kama hili sio tukio la, la kwanza, tunaona mnasema ni tukio la tano, kama wananchi wa eneo hili wamechukua hatua gani? E, tukio la kwanza limetokea, tukio la pili, la tatu, mpaka hili la tano, mmechukua hatua gani kama wananchi kuweza pengine kuli omesha hili. Hatua ya kwanza tulichukua, tulimuita mwenyekiti wa mtaa tukamweleza, na mwenyekiti wa mtaa akasema atalifanyia kazi. Likaa tukio la pili, tukamuita mwenyekiti wa mtaa akasema atalifanyia kazi. Tukio la tatu, sisi tulifika mpaka kituo cha Makorora polisi, na tukapeleka malalamiko yetu na tukaacha namba zetu, tukaacha na kila kitu, kwamba atakapokuja tena ili turudi kule Polisi. Lakini kiuhalisia kwamba si tukio la kwanza kwa hapa kwetu tu kijijini. Ni kawaida yake kwa sehemu zote ambazo yeye anaishi. Kwa hiyo sasa zile sehemu ambazo anaishi watu wanapeleka matukio kule chumba gani watu akifika kule kuna askari mwenyewe anakula nao. Kwa hiyo anaona kama cha mtoto. Kwa hiyo hapo matukio ya nyuma kama yeye alimpelekea kidogo akapata hukumu kidogo tu kwa wale matukio ya watu wengine basi huko angepunguza speed. Lakini hawezi kupunguza speed huku kwa sababu aona kule ana watu wanamlinda. Kwa hiyo tukaona hapa mara hii, wananchi bila kuandamana, tukataka serikali ituondolee Mwakinyo. Hata fanya tukio hilo tu, hataishia hapo tu, ataua kabisa. Na alishasema kabisa, watu wakamsikia, kwamba mimi sahare siwezi kuondoka mpaka na ikisho, nimefanyaje, nimeua. Na hiyo minazi anayoingia yeye ni ya kwetu sisi hapa. Mimi mwenyewe nimezaliwa na minazi ipo, ni ya babu yangu mimi kabisa, ayonizalia baba na fensi yake ina minazi hiyo. Fensi ambayo wewe yuko ndani, hakuna hata nazi ambayo yaliondoka yanguka nje, hebu niambie kama si mtu mkorofi ni nini? Hakuna nazi ndonge kaanguka nje, akasema kwamba hii imetoka ndani, ni ya, ni ya kwangu. Nazi zote ambazo ziko nje ni minazi yetu sisi hapa, na matokeo yote yanotokezea shida yake ni hizi nazi. Sasa kama kazi yake kaitumia kupitia nje ya Firimason, kama Firimason anatakiwa damu huko, yeye kazaliwa, ana familia, aende akachukua watu kwao, awatoe damu awape mbwa wake asichukue damu za wanadamu inzie wa kijijini, akawapa mbwa wake. Kama kazi yake aitumia kupitia Freemason, akachukue damu sehemu nyingine, na si kitendo kizuri kwa wananchi, kwa wanadamu wengine, kwa sababu mimi kwa roho aloifanya, nadhani kwa haraka haraka. Sasa kama kuna mtu ambaye nafikiria aweza kufanya tokeo, hata kama ni mbwa umfanye kama hivyo, imani ina kuingia unamwangalia, lakini hana roho ya kinyama, na kamkatili mtoto wa watu, kwa sababu hamjui umri wake ni miaka mingapi. Huo ni kamaanisha mkatili. Atakaa chini kuanzia lini? Kasha mkatisha mambo yake mengi, ni kijana mzuri. Mimi mwenye binafsi kanichungia ng'ombe. Mimi mwenye binafsi. Kuja hii sahari, wakati amchungia baitu mdogo ng'ombe, achunga ng'ombe wake yeye na kwangu mimi. Na nimekaa naye ndani ya mwaka mzima, niko naye pale nyumbani. Natoka kipindi hicho, anaishi maeneo haya hapo nyuma ambayo yuko jirani na huyo Mwakinyo. Hatuje kusikia kuchukua ndara. Kwa hiyo hata sisi juzi hiyo kelele tulisikia, lakini hatukujua kelele inatoka kwa hiyo aja kushukuatangarak hiyo kelele inatukia wapi? wazee wangu, hii wakatoka, alishindwa kuswali, wanazunguruka tukuangalia hii hivi sehemu sehemu, yani kunakotokea kelele halafu <laughs> ile kelele imeambatana na mungu mungu, anatoka kwa nguvu, na ile kelele ya ule mtoto inatoka hapo tukashinda sikuje ni namba gani? Alafu tukashinda kujua kwamba ni vale sehemu fulani. Kwamba kwa nini ule mtaa una watu? watu? Watu wote. Wako majumbani kwa wengine wametoka chakula madirishani, wamepanda juu ya gorofa wengine. Kwa nini asitoke hata mtu akapiga simu japo kuna sehemu. Kwa sababu jamani kuna fikira kutoka huko simu simu tukisikia, kwa sababu kimya, kwa nini kusitoke mtu? Na situ tukale pengine, kwa kuwa ni mwizi. Lakini baada ya kusikia kwa mbali mtu fulani. Sisi tukasema hapana. Mwakinyo ndio kawaida yake. Mwakinyo kwa faida. Na huyo mtoto alinichukia kwa sababu wakati hajafanya hiyo tukio, anakaa siku tatu. Aliwakuta na ndugu zangu mimi hapa na mtoto wangu mimi hapo alikuwa akata jisho la asira yule Mwakinyo aliwamati wale watoto, alipojua kwamba huyu ni apita hapo kwa kila time t tkena wana k yule, ikawa pale ana chuki na aliwaahidi na ndugu zangu wawili kwamba lazima ao atawafanya kitu watakuja kusahau katika maisha yao, ambaye mmoja wao alishawahi kupiga, lakini Mungu jali alikuwa alikua akainama hivyo, akafua lile dafu alimpiga kibao ambacho cha kumzimisha ananyuka na kile kisu hata kama mkate hivi, akakimbia akabakia kamina na fulana. Ndio Mwakinyo akaba hii mkate kisu eh, alikuwa na kisu na wao na angepatikana siku hiyo kama alifanya. Mwakinyo ana hasira, wenzake pia wana hasira za kuzaliwa. Maana yake nadhani yeye za mashindani <laughs> lakini wenzie wana hasira za kuzaliwa, ndani ya msa, ndani ya uzao kuna hasira na hivyo visu kama yeye ka ajifundisha sasa hivi, wenzake hivyo visu washatumia siku nyingi kwa hiyo Mwakinyo anachofanya sio kizuri. Serikali tusaidie, serikali iingilie kati hili swala kajiya uwezavyo, iwezavyo, Samia atusikie, atusaidie, hivyo itakuwa ni mtihani. Ile njia paliizina watoto wetu wanasoma shule upande ule kule, wanasoma chuoni upande ule kule, una mwembe unazaa ma, maembe mpaka nje. Hebu ah, ah, niambie, kesho kaenda mtoto wangu mimi, kachukua hivi haja mchinja kama tu mtuma, hata kama limeanguka. Ili tumbiri alimshika akamchinja kama mtu alipo, akamning'iniza kwenye mti ye mtoto, na akasema ah, leo takauka hapa hapa. Yeye alimning'iniza tumbiri ule mpaka akakauka, kisa niende ni mnyama. Hebu mnyama ambaye ni haki yake kupita kalale, yeye mtoto wangu mimi wewe, hesabu mtoto wangu uko shule kama kakashamchinja kashamta kwenye kijiroba kashamfukia ndani <laughs> alafu, wakati huo wa mimi pumzi sina na nguvu sina, kuingia serikali nikapambana haki yangu. So, ajanigia mwanangu, kwa sababu pale atakiwa na pumzi uwe na pesa do. Serikali wewe, utajua kupambana nayo, lakini kwa sisi hali ya chini hatutambulia chochote, utambulia maumivu tu, wakati huku alishakufika kwa familia yako. ili ili kwa hiyo ili, hapa ile ni fundisho kwa Mwakinyo. Kwa hiyo siki, hatumtaki hatumhitaji, na kama serikali itashindwa kufanya maamuzi kwa Mwakinyo yoyote Mwakinyo basi asionekane, lakini akionekana kwa hili kwa macho kali, basi Mwakinyo kazi iko pale pale. Mwakinyo hapa ana muda gani?

Kwa hiyo Mwakinyo, hichi kinywa chetu sisi tumezaliwa hapa hapa minazi ni yetu sisi. Angalie katika fensi ndani alimpanga kinachomhusu sio nje ya fensi. Na zile njia zimeanza kupitwa toka kipindi hicho. Asizuie leo wakati huu watu hawana raha na mimi kwa ajili ya kelele, alafu ni mtoto mdogo tu. Mimi mwenyewe hata hanifikii. Mimi mwenyewe hata mwenyewe hanifikii. Unaona? Kwa ni mtoto mdogo tu. Mimi na ndugu zangu wengine ndio wenzii. Na akisema kubana nao kwa sababu kavu. Basi apigwe pale akashakarishwa. Kwa hiyo sio kama aogopewa, haogopewi. Watu waogopa serikali kuadhibiwa, kwa sababu serikali inaangalia mwenye pesa. Mimi kwa haraka haraka nikifanya tukio, kwa haraka haraka anaweza akanishinda kupitia pesa yake, hata kama haki ni ya kwangu mimi. Kwa hiyo hili hili, ahukumiwi, ahukumiwe na ule mtoto wa watu amhudumie yeye, hata kama yuko ndani. Hela zake anazo benki anazoingia, unaona, amhudumie, chomone benki, benki akakautia kadi yeye, aandike ule mtoto iwe ni huduma kwake <laughs> <mpaka> <tokasana> uh, Majina yako. Majina yako. na faraja yeye mwenyewe mpaka atakapokaa sawa. Nafikiri maoni yamefika, asante kasha mti ya kilema salama. Majina naitwa Mwanamkuu Adala, kupenda niite Mamajini, kutoka Safari kijijini <tokasana> Mimi sina mengi ya kuongea, ila tu nasisitiza wale wanasema kama mvulana, wanasema ni Musa yule fulana, wanasema ni ni mwizi. Yule sio mwizi, hao ni wapambe wa Mwakinyo, wamogoka Mwakinyo kutokana kwamba hapa Tanga waizi wangapi waliuliwa? Waizi wangapi wachomwa moto? Mshawahi kuona wananchi waka, wakashikamana kama hivi? Bado lakini, kutokana na ule uzana, hatukani mtu amnyusi, mtu avuti bangi wala, ndio maana tukaona uchungu, hata kama mtu hukumzaa lakini yule pia ni mtoto wako. Mnaelewa, a waishi wabai ndio hicho kile. Wanasema kama yule ni hayo mwizi, ni waongo, wamuogopa Mwakinyo. Mimi sina la zaidi yangu, ni hayo waa saaa, lakini mikono, kitendo kile kimetukia uchungu. Menelewa, eh. Alafu Mwakinyo yuko ndani na fence, yule mvulana anapita nje. Kama nikupita usikukuta hapo apita, mbona awashiku no, yeah. Mbona utasema, akapita kwenye nyumba ya mtu? kwani mimi wote siko na nyumba huko? Ukipita si lazima utapita nyumba ya mtu? kuna mtu aliosikia akashuka akachoma moto akapewa mbwa. Lakini Mwakinyo ni tabia yake, kwa hiyo sisi tumemchoka, hatumtaki hata kumuona. mimi sina uo uo hizo tu. Kama Mungu, ndugu yangu ungekuwa, inshallah ungeshamwambia akamuua binadamu Acha kumuona kumona, tumtaki hata kumsikia mm. Kwa hiyo sina la zaidi, langu ni hilo mm. Kama no. No, no. Okay uh, sawa so, nataka uniambie kile ambacho kimetokea eh, baada ya bondia Hassan Mwakinyo eh, kumpiga kijana yule Nuru eh? no. Uh, wewe kama kijana wa mtaa huu kwanza, unazungumzia sio tukio la kwanza mm. Uh, matukio yafika karibia manne ila tukio ile hapa limetuchosha, sawa, mm, katika matukio ambayo kafanya sana ili limetuchosha kwa sababu alishika tukio la kwanza alishika duka msimbizia kwa njia ya mazoezi akamtuma na basi. Tukio la pili akatupigia ndugu yetu. Tukio la tatu ni hivyo hivyo akaja akampiga ndugu yetu hapa ile yake kufanya sensi yetu kuingia sensi sawa, kwamba yana shtuma kama sisi ni mlazi tofanyaje? Tunaiba sio minazi yake yeye, mnaweza kutu sisi yani. Sawa sasa, yeye kwamba ametumia ubabe kwa kutoka ukombezi kwao kuja kutuonea sisi hapa kwetu, sasa ni jambo ambalo kwa laumiza sana. Ukiwa sasa hivi kuna kitu cha kikatili sana, kwa kumshika dogo nje, alafu kwa kumshika kumuiza ndani, kumvua nguo, kumwakatisha nini mbwa Mwana kwa kusema kwamba kwa e, kwa huyu kwa so, ni mwizi mtoto, acha kupanda mpapai hawezi. sitwamfahamu Mwana, maana hili swala limeuma sana katika jamii s na ndio maana tukasema aa, Hasani hatumtaki tahata kumwona, tashtuma kwamba serikali simamia hili swala kutokana kwa bondia, kwa sababu anachojivunia kwamba ni mtu mkubwa hawezi kufanywa lolote, sa sasa sisi ambayo ni wadogo kiupande wake Tunataka sisi hapa ndio tusaidie na serikali tujue kwamba mwamba naye atafikia kiwango gani, lakini Hassan ametuchosha kwa matukio ambayo atufanyia, okay. E, anatuumizia ndugu zetu na sio ndugu zetu na sisi wenyewe, tunavyotuona kwamba ameshindwa pia kumshika mmoja wako, lakini angeweza kumpata mmoja hapo angeweza kumuua, maana alitamka nitaua. <coughs>